Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga chama cha mapinduzi, nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba jana tarehe 28 Mei 2025, kwa niaba yenu wanachama wenzangu, nilipata fursa ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi za makao makuu ya chama chetu itakayojengwa katika mtaa wa Salimini hapa Dodoma. Hatua hii inaashiria kuanza rasmi kwa ujenzi wa jengo hilo la ghorofa tano, itakalotumia mifumo na teknolojia ya kisasa. Jengo hilo linatarajiwa kukamilika mapema mwaka 2027 uh, ili tulifungue wakati tukisherekea miaka hamsini tangu kuundwa kwa Chama cha Mapinduzi. Katika hili nirejee kusisitiza kama nilivyosema jana, uh, kwa wanachama na wapenzi wa Chama cha Mapinduzi kuendelea kuunga mkono na kuchangia ujenzi wa ofisi za makao makuu kama ambavyo mmekuwa mkifanya kwenye miradi mingine ya chama katika ngazi mbalimbali mbali, kote nchini. Ndugu wajumbe wa Mkutano Mkuu, baada ya maelezo hayo ya utangulizi sasa nitamke kuwa mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi taifa umefunguliwa rasmi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufikia maazimio tuliyokusudia. na kidumu chama cha mapinduzi, CCM! Oyee! asanteni sana.